Mambo vipi? This is Konde Boy, Jeshi, the CEO of Konde Gang. Niko hapa kwa address hili jambo, na linahusu mdogo wangu Chinga. Um, kwanza kabisa nikiri kwamba mdogo wangu alinitumia message na kuniomba kwamba anataka kutoka kwenye label akawa independent artist. Uh, na mimi nilimjibu straight kwamba mdogo wangu wish you all the best. I got you back all the time as usual. Catch na viongozi wa Konde Gang video contacts. Mfano laizi, mwoni mnafanyaji? Uh, yeah contract inasema endapo atataka ku terminate na ku own master kununua ku own master, kisema master na maanisha catalog the whole entire catalog, nyimbo zote hata zile ambazo amezifanya na mimi, ili ziwe za kwake lifetime, hizo zinaingiza pesa kwake lifetime, inatokea alipie kuzinunua, hicho kiasi cha pesa kilichotajwa kwenye mkataba ambao mdogo wangu alisign wa 4 years ago na kampuni ya Konde Music Hayo uh, ndio ilikuwa ni mazungumzo na yeah. Lakini um, sijui nini kimetokea kwake baadaye, um, akaja kusema on social media kwamba nimemdai uh, kiasi cha bilioni moja. Uh, nikili kwamba sijamdai kiasi cha bilioni moja na um, nisingependa pesa yangu tena ije kunichafua mwenyewe. uh, so, um, I did my best. I wish him all the best. Ningependa sana msupporteni sana uh, he is independent artist from now on. Nikiwa naongea promoters, mkiwa na show mwiteni fanye, pata riziki, aisaidie ya familia yake, na uh, even though lengo tupate riziki wote kama ilivyo mwanzo, as you know, ni biashara na tulikuwa tukijitahidi kwa uwezo wetu kuwekeza, kwa uwezo wetu kuwekeza ili kukuza kariera ya msanii ambayo itakuwa ni lifetime na kuchange maisha yake So far tumshukuru Mungu kwa support yetu, tumeweza uh, kufanikisha kwa kwa kwa kuwaletea superstars kadhaa ikiwemo Muchinga, kina Angela, Kilichidi walikuwa pokea na Country Boy, na wao wote walioondoka hakuja kuwa na matatizo yote na wote wana own master zao, na yeah for good and for peace. Hamna mtu yote mwenye maana ya kudaiwa. So uh, that's how we live live by lifting each other. Lakini pia speaking of Basata uh, nilipata mwito na niliomba management yangu niwakilishe, nataka kujua issue ni nini, kwa sababu sikutegemea, na kwa sababu mazungumzo alizungumza naye na Bwana Chinga, sikutegemea kama angeza kufika Basata baada ya sana na usuluhisho, so niliomba management yangu niwakilishe izungumze na viongozi uh, wa Basata kuona wanapataje mwafaka lakini wakaniambia okay, waloniambia so far nisingeweza kuyashia sasa hivi, na mi sikuona haja ya kusuluhisha na mdogo wangu au msanii ambaye nimemtengeneza mimi mwenyewe. Na sikuona hiyo haja ya kutengeneza kakia, sikuona hiyo haja ya kutengeneza sintofahamu na mitaharuka uh, so as I said my decision kuhusu aende akafanya mziki wake na make sure mnamsupoti um, pia la mwisho kama sikosei spiki na um, Uh, uh, kauli yake ya kusema kwamba nilikuwa nimemwita chumbani nilikuwa sijui nimeambia mtoe uh, mama yake mzazi kwamba sijui, na sio kwamba sijui. Kuna baadhi ya watu wanaweza wakaamini kwa ni kweli, lakini sina namna. Mtoto akinyea uh, mkono huwezi kukata, utafanyaje? Uh, nimemwachia Mungu, second nimemsamehe na mwisho namwombea. Mimi sihitaji na msamaha wote kutoka kwake, akiona kuna tija sawa, akiona kama kuna haja ya kuomba msamaha, watu waliosikia maneno hayo ni sawa, lakini pia ni stahili kuomba msamaha zaidi ni Mwenyezi Mungu, ikimpendeza, basi kwa wakati wake sawa, aseme, aongee na Mungu wake kwa moyo wake wa dhati wa kabisa, naamini itamwongezea baraka zaidi na tafika mbali zaidi. Kwa upande wangu mimi sina shida kabisa na yeye, ni my brother, na sisi ataendelea kuwa my brother. Konde Gang nyumbani kwake, because Konde Gang made him yeah, kwa hiyo heshima the best. so, kwa kusema hayo, nashukuru sana kwa kuendelea ku support Konde Gang, shukuru sana kwa kuendelea kutunga mkono siku zote. Kuna superstars kibao wanakuja na uh, yeah, thank you so much for your time watching this and Konde gangs for everybody. This is Konde Boy, all love.